Karibu katika mwendelezo wa mafunzo yetu, tunaingia hatua nyingine ya pili ya kujifunza aina ya mashine Incotex 181 kipengele cha mteja mwenye tini namba. Tunawasha mashine kama kawaida yetu, mashine itaenda moja kwa moja kwenye mauzo ama manunuzi na kukuprintia ile risiti ya kwanza hatua inayofuata unaingiza paswodi laki moja. Hatua inayofuata unabonyeza toto, itakuuliza chagua namba moja mauzo, namba mbili manunuzi, si kufuta. Kwa hiyo mimi nachagua namba moja kwa ajili ya mauzo. Hatua inayofuata unabonyeza nukta ili kuondoa alama ya desimali. Hatua inayofuata inaingiza TIN namba ya mteja, kwa mfano moja ziro moja mbili sita mbili 149 hii ndiyo namba ya mteja wangu. Hatua inayofuata nabonyeza batani py1. Inaniambia jina la mteja, ninaingiza jina la mteja kwa mfano, mteja wangu anaitwa Neema N E. Ninabonyeza kama ninavyobonyeza batani za simu, halafu hatua inayofuata ninabonyeza toto bidhaa za mteja. Nikifika hapa, ninaendelea na mauzo. Ninabonyeza nukta ili kuondoa alama ya desimali, ninaingiza idadi ya bidhaa, kwa mfano nimeuza bidhaa tano. Baada ya hapo, ninabonyeza button QTY. hatua inayofuata nabonyeza nukta kuondoa alama ya desimali. Hatua inayofuata ninaingiza kiasi cha kila bidhaa kwa mfano shilingi elfu mbili. Hatua inayofuata ninabonyeza batani sh halafu ikifuatiwa na plu. Hatua inayofuata ninaingiza kodi namba ya bidhaa, labda namba ya bidhaa kwa mfano bidhaa namba moja. Hatua inayofuata nabonyeza batani plu, itaniprintia risiti ndogo ikiwa imezidisha yenyewe bit, kila bidhaa ambayo niliingiza shilingi elfu mbili na bidhaa zilikuwa ni tano. Kwa hiyo kama nina uhakika na mauzo, ninabonyeza toto, kama sina uhakika, ninabonyeza sh00. Kwa mfano sina uhakika na mauzo yangu, nabonyeza nina sh00, ninakuwa nimecancel Mauzo. Na risiti yangu itaniandikia futilia zote, risiti isiyo na kiasi. Kwa maana hiyo nimerekebisha mauzo, ninaweza nikaanza kuandika tena risiti nyingine. Hii risiti sitampa mteja, kwa maana sio halali tena. Kwa hiyo mashine itarudi kwenye tini namba ya manunuzi kwa ajili ya kuendelea na taarifa za mteja mwingine. Asante. Karibu tena kwa mafunzo yafuatayo.